Kututegea eh, lakini nina muda kadhaa ambao eh, kwa kweli tutakuwa tunaangalia nafasi zako upande wako Glory, kunani naona kwa kuna urafa, urafa Arafa. Oh. <laughs> Kula Arafa. Naam. No. Kutoka kwa huyu e, msara ama abiti ambaye anajulikana kama Winfred Gatori kutoka upande wa Meru, nasema no, kwamba shuko lit na anasema kwamba ni furaha yake kama tutamalizia. Naam, no, asante sana kututegea. Naam. No. Na upande wako Sir Steve no, kwangu na mwana Elizabeth hmm. Njoki akiwa upande wa Nyeri anasema ya, ya kwamba saa Steve, nawapata na vyema, nawapata sabamba. e, show imekuwa bomba e, biziki ya kistaarabu na show uh, na mada motomoto, show imekuwa lit. Asante sana. Alex Dubo upande wa Kongo anasema kwamba kutokea maeneo ya Onfor, anasema kwamba ako ndani, anasema kwamba hii show imeweza sana, manake amekuwa pale akijihusisha na kazi fulani eh, yeah. Lakini anasema kwamba kwa kweli mada ya wababa na wa, eh, yeah, na mama imewateka sana youths, yeah, anasema kwamba youths need to eh, yeah, to get knowledge yeah. Waachane na vitu kama hizo, asante sana Alex, eh, zidi kut, eh, kututegea mama na kwa yako mpenzi msikilizaji, ambako kwa kweli tumekosa muda tu wa kuweza kusoma rafa yako. Sina budi ila, kesho tutakuwa tunapata, vile vile tutakuwa tunazisoma. Usikonde, maanake kesho vile vile tutakuwa toko hewani, tutakuwa tunazisoma. Kwa chochote ambacho kweli tumeongea hapa studio ni ambacho kimekukwaza kwa njia moja ama nyingine. Tunabudi wala tunabudi, tunasema pole, ukazidi kutuweka pako pema moyoni, manake eh, wendi umetuweka hapa. Mpenzi msikilizaji, tunakuenzi sana uliyechangia kwa mada kwenye simu nasema asante sana. Ama dumbe dumbe nyuma ya bomba ni mie kijana wa jana, yani mzee kwa sasa. Ukiniita Cornelius, sina budi nitaitika, na siko peke yangu. Sia mi ukiniita vintu wa veru ama nitaitika, ukiniita Glory ama bobo nitaitika. Eh, shukrani sana kwa kufanikisha show ya leo ama kipindi cha leo, kwa mpenzi msikilizaji, ambacho naweza sema kwa sasa, zidi kusikiza vipindi vyetu vijavyo, manake eh, hapa ndipo kweli kwa sasa, sina budi ila nitakuwa na kuaga kwa msemo Utakapoketi ukiwa uzeeni ama utakapoketi uzeeni, pata ashiria uliposimama wazi ukiwa ujanani. Bye bye for now.